Haya, mambo vipi? Burundi kama kawa, upo naye Sad B. Hapa nimefika kwenye headquarter kwa Chief Godlove. Hala, sasa mna cheki mna cheki mipira mipira hapa na kucheki mipira, upupu hatari Bwana ah, poa kabisa kwetu. Tunakuelewa sana huko, nimekuletea ujumbe wako kutoka Burundi. Kule kuna vitoto vizuri kabisa Yaga.

Karibu bwana, karibu. Najua watu wa Burundi mkono wangu mbovu lakini kwa heshima. Amani sana, pole sana, sana. Unajua watu wa Burundi wananipenda sana nimeshaingia TikTok yangu Facebook na Instagram watu wengi wa Burundi walio Marekani eh? Wako Marekani sijui wako wapi tukae hapa yeah. Unajua hizo zote zetu au sio? Poa hapo, mimi na poa, wewe bomba sana tulia. Wewe unaona yeah eh. Uh, Burundi wananisapoti mno anon sana. Nipenda sana sana. Sasa natamani na wewe mziki wako huku yeah. Tanzania nipe huku Tanzania, naona tuliza, tuliza wengi akungati ya wewe, hebu njoo eh ajo ah, Mshike mpeleke nyuma. Sijakanimalizia mkono mwingine wanasemaje huko? Ya yeah, Burundi tuko fresh na kama kama nikasema kwamba Chief Godlove jina kubwa mm, hususan uh, Burundi umetuma kako na mbele kusalimia na natamani okay, na kuja eh. Natamani kuja Burundi yeah, natakiwa nipate mwaliko sasa, unialike. Uh, inshallah kama mwezi wa pili tutakualika kwa sababu nipa, ni mtu ambaye nyumbani pia unatamani kuona okay. Any time yes. Utapofika watu watakuwa kibao, niko sure so, kwa wengi get ready to meet the Chief Godlove nyumbani Burundi. Burundi, get ready right. Kitu ambacho nakipenda kwa Burundi, cha kwanza ni majasiri ndio yani nimewahi kuwa na marafiki wa Burundi, wengine wako kwenye madini kule magoldi na nini. Majasiri, wakisema wanafanya kitu wanafanya. Halafu cha tatu wanawake wa kiburundi ni warembo jamani. Sijui nije kuoa maki, mpaka umri huu sina mwanamke, nabidi nije kuoa Burundi yani, unaweza ukashangaa, mungu amekuandikia mwanamke wa kwetu. Unajua nyumbani tuko na wanawake wazuri. Unasema ibirezi ibirezi, manake ibirezi Ibiredzi, manake ni kama eh, virezi vyacho life. Manake ni kama madini eh, uh -huh. Eh, yaani <laughs> <Manake laughs> eh, uh, kitu ambacho kuvaa hapa ah, okay. Wana, wana ni kitambulisho cha

<laughs> <laughs> Eh, zema mimi zaminachapenda wanawake wa Burundi nasikia wapendi sana. Wapendi hela hivi vitu vyote watavinjoy lakini wanapenda love na mapenzi. Mapenzi na ubinadamu. Sasa wanawake wa Burundi, <laughs> jamani niko hapa na hela <laughs> Eh, mtakuja mtaenjoy kwenye Maybach, kwenye Mustang, kwenye Benz, kwenye Benz.